Kama tulivyokaribisha ligi kuu KenGold, karibu ligi kuu mara baada ya kupanda kutoka championship msimu msi uliopita, basi hivi ndivyo tunavyoaga kuwa wakajipange tena na msimu ujao wa championship, ili wale wakajiulize maswali kuwa kwa nini wamefeli katika ligi kuu. Hiyo imetokea baada ya leo kupigwa ku au kufunga magoli mawili dhidi ya coastal union, mchezo ambao aliofanyika hapo Tanga katika mechi yao ya ligi kuu na hiyo mechi ndio imewafanya kuwa wao wameshuka rasmi daraja na kwenda kwenye ligi ya championship ama au ligi daraja la kwanza. Hao KenGoldi wamesalia wame, wame kuwa na pointi kumi na sita ambaye, wabaki, ambao ambao wamebakisha mechi tatu mechi tatu sasa na pointi tisa pointi tisa jumuisha pointi kumi na sita inafikia pointi 25 pointi 25 ambaye ambaye Tanzania Prison yupo katika nafasi ya 14 mtu wa mwisho ambaye yupo salama ana point 27. Kwa hiyo KenGold ameshuka rasmi daraja, hata mara baada ya kupigwa na Coastal Union. KenGold inaenda kujipanga tena championship, pengine msimu ujao tunaweza kukuona tena lakini mwaka huu mwendo umeumaliza. Malizia michezo yako za ligi kuu. Tukutane tena utakapopanda daraja au tutakufuatilia ukiwa huko championship.